Mnaweza mkawasaidia saidia, saidia wale, wale bajaji bodaboda, kwa sababu wanaweza hata wakawa hawaijui sheria na hawajafanya makusudi, wadogo wa wa wa wadogo, wananchi wadogo wadogo hawa. Waliotunga sheria wanavunja makusudi, hawa waliotengeneza sheria wanaikiuka wana, wana kwa makusudi. Nikamsikia mwanaharakati mmoja huko gaibuni anasema huyu atakuwa huyu ndo atakayekuwa waziri mkuu wa muda mfupi zaidi. Sawa, hata niwe waziri mkuu wa wiki moja, kwenye wiki hiyo, kwenye wiki hiyo sitaruhusu Watanzania waishi, iwe nchi ya mabwana na watwana. Katika muda huo sitaruhusu Watanzania wa ishi, wawe na madaraja, kuwe nchi yenye mabwana na watwana, kwamba kuna sheria imetungwa ya, ya kuwalinda wa daraja la juu na kuwatweza wa daraja la chini, kwamba akikosea wa daraja la chini anaadhibiwa pale pale, akikosea wa daraja la juu anapita ana, analindwa hilo so, nila kuandika nalo kwamba atakuwa muda mfupi zaidi. Nitawasemea wale wa, wa, wa daraja la chini, kwa sababu hata nikitoka sindo nitakaoishi na, nitakao nao. Hata nikitoka sindo nitakaoishi nao, hata nikifa sindo watakaonizika. Nyie mliwahi kuona kaburi linajengwa na watu waliovaa walio suti? Mliwahi kuona kaburi linachimbwa na, na waliovaa suti? lazima lazima kila mtanzania lazima kila mtanzania apewe heshima ya kuona hii nchi ni yake kwa mheshimiwa waziri kaa na, na wadau wote hili jambo litekelezwe kama tunaona hizo sheria tulizoziweka hazitekelezeki tuzibadilishe ili watanzania wote wanufaike nazo Niwaombe watanzania tujitahidi kutekeleza sheria, tujitahidi kutekeleza sheria. Ni kwa ajili ya maisha yetu, ni kwa ajili ya uhai wetu. Tumeweka kwa ajili ya kurahisisha hizi shughuli ziweze kufanyika kwa ufanisi. Ni utaratibu ambao tumeweka ili uweze kuturahisishia kutekeleza majukumu yetu vizuri. La mwisho niwaombe tuitunze miundombinu hii, tuitunze miundombinu hii, na ninyi mmeona, miundombinu hii ndio uti wa mgongo wa shughuli za maendeleo. Hatuwezi tukapiga hatua tukapiga hatua yeyote ya kimaendeleo bila kuwa na miundombinu hii ni kama mishipa na damu. Pasipokuwa na mzunguko wa damu, hauwezi kuwa na uhai. Tuitunze na maisha yetu Watanzania tulio wengi, yanahusisha watu na bidhaa watembee kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Na naendelea kusisitiza Watanzania, miundo mbinu hii ni ya kwenu ni mali yenu. Miundombinu hii si mali ya serikali, ni, ni mali yenu. Miundombinu hii si mali ya vyama vya siasa ni mali yenu, na kujengwa kwake, imejengwa kwa fedha zenu. Na katika kujenga miundombinu hii yote hii tuliyotaja, kilomita zote hizi mmejenga kwa kujibana kwa sababu mnaipenda taifa lenu. Hamjajenga kwa ziada, mmejenga kwa kujibana na kama Tanzania ambavyo ime, Tanzania imekuwa nchi yenye ukarimu kwa majirani tangu enzi za ukombozi. Mmeelezewa kuna mwaka, kuna mwaka wenzetu wa Zambia e, wapi huku Zimbabwe walikataliwa kuweza kuaksesi bahari na, na, na, na utawala wa kikoloni uliokuwepo maeneo mengine, wakatumia Dar es Salaam pamoja na miundombinu yake hata sasa miundombinu hii inanufaisha, ni, ni uti wa mgongo wa uchumi na wa nchi zingine no. nyingi za jirani, tuitunze, tutunze. Ni chanzo kikubwa cha maendeleo yetu, ni chanzo kikubwa cha uhai na maisha ya majirani zetu, ni chanzo kikubwa cha maendeleo ya mtu mmoja mmoja hapa kwetu. Hili ni jambo la msingi sana, nilisema nilisisitize, kwa manufaa, kwa manufaa ya maendeleo ya uchumi wa kwetu kama taifa, majirani zetu pamoja na mtu mmoja mmoja, kama tulivyojiwekea katika eh, mipango yetu ya muda mfupi na mipango ya muda mrefu. Taasisi zote za serikali na sekta binafsi tuhakikishe tunatoa mafunzo endelevu kuimarisha weledi wa madereva ili kuhakikisha usalama wa abiria pamoja na mizigo. Tuendelee kuweka kipaumbele kwenye ubunifu na kutumia teknolojia safi katika usafiri wa ardhini ili kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuongeza ufanisi. Kila mmoja wetu anatakiwa kufuata sheria kama nilivyosisitiza, na miongozo ambayo imewekwa ili asiwepo anayemkwaza mwenzake na kusababisha madhara kwa mwingine. Mamlaka husika zihakikishe vyombo vyote vya usafiri majini na nchi kavu vinakaguliwa na kukidhi vigezo vya usalama barabarani.